nataka kuachia jambo la kwanza, yaani tuendelee kumshika Mungu. Na ndio kumshika Mungu sasa kwenye maombi. Maombi ndio communication yetu na Mungu. Tukicommunicate na Mungu, Mungu anakupenda, sio